Na mi naitwa Switbert Bruno Kasioza, mi ni mwanzilishi wa taasisi ya Dapsoita kwa maana Drug Abuse Prevention Initiative Support Organization in Tanzania. Sisi taasisi yetu ipo kwa ajili ya kupiga vita dawa za kulevya kwa njia ya elimu. Sisi tunashirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya y DCA. Nashukuru mamlaka ya dawa za kulevya. Mamlaka ya dawa za kulevya ni chombo ambacho kinafanya kazi kinafanya kazi kwa elimu, na wanatutuma tunafanya kazi ambazo matunda tunayaona. Ndio maana kwa sababu ninaamini kuhusu elimu, nikaona nafasi hiyo kwa leo niitumie. Ninaamini kwamba nafasi ya leo ambayo nimepewa hapa, ninashukuru, naishukuru shule ya Moro Open kwa nafasi iliyonipa. Ninaamini kwamba hawa ni wachache ambao wako leo na hawa sisi tunaamini watakuwa walimu wa wengine. Hichi nilichokifanya hapa na uzoefu nacho wake, ukipanda kwenye udongo ukivuna unapanda tena, si ndio? usipovuna unaacha fanya kazi. Ubungo watoto zaidi ya 310 mpaka sasa hivi wameshafanikiwa ni mabarozi wazuri sana. Sasa watoto 310 ni kundi kubwa sana, hiyo ni wilaya ya Ubungo. Kwa maandiko tunaweza tukaathiri kuanzia Ubungo Umandiko, tukajikuta tunaasili Tanzania nzima watoto mia tatu na kumi kuwa ni walimu kwa wengine, na kuna baadhi wengine tumeyapeleka kwenye vituo ambavyo vinatibu. Kwa majina anaitwa Mwalimu Douglas Wilson Maguruko, ni mmiliki wa taasisi ya kutoa elimu ya sekondari kidato cha kwanza hadi cha sita. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia ugeni ambao umenifikia epata ugeni kutoka kwa mamlaka husika anayoshughulika na maswala ya madawa ya kulevya. Ugeni huu umekuja sehemu mwafaka shuleni kwangu kwa ajili ya kutoa elimu. Kwangu mimi, imekuwa ni fursa kubwa kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya madawa ya kulevya na vitu kama hivyo. Ushauri wangu ni kwamba madawa ya kulevya sio mazuri, tunapoteza nguvu kazi ya taifa, tunapoteza mwelekeo. Hauwezi kuwa mtum, mtumiaji wa madawa ya madawa kulevya kwa asilimia naweza nikasema kubwa tu, na uwezi kuwa mtumiaji wa madawa kulevya ukawa na familia bora, hicho kitu hakipo. Maana yake tayari unaharibu ndoto za kizazi chako, kama ulishakuwa na mtoto. Maana mtoto, mtoto atakuwa hana baba ambaye anamwangalizi very possible. Pia inawezekana mtoto mwenyewe pia akaiga, kwa sababu watoto wanasema wanaiga kutoka na kwa baba anafanya nini. Mtoto anatoka anaona baba anatumia madawa kulevya, au anasikia baba anatumia madawa kulevya. Kwa hiyo ni rahisi mtoto naye kuona kwamba anachokifanya baba, kwa sababu ndio mlezi wangu mzazi wangu, inawezekana hiki ndio kiko sahihi, naye akatumia pia kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba tusiangamize kizazi kwa, kwa, kwa starehe za kupita, maana madawa ya kulevya starehe za kupita. Wapo ambao walianza, tuna mfano mzuri, kwa mfano Chid Benz alikuwa anatumia, sasa hivi amekaa amepewa counseling, amepewa huduma nzuri, karudi kwenye mifumo yake ya kimaisha ya kawaida kabisa, kaacha madawa ya kulevya. Kumbe hata kama umeingia inawezekana kuacha. Basi kijana wa leo wa Kitanzania, mimi ushauri wangu ni kwamba kwanza usisubutu, usijaribu S sijaribu kabisa kutumia madawa kulevya kwa sababu unajaribia maisha yako, kwamba uh, make sure kama umeanza, maana yake fanya jitihada za kuweza. 4 alipata mgeni katika shule yetu amboja kuelimisha kuhusu madawa ya kulevya kwenye. Kupitia kipindi hicho tumeweza kuelewa kwamba madawa ya kulevya yana changa, ya ya changamoto nyingi sana ambayo mojawapo umeweza kutuambia kwamba inasababisha kufungu, nani na lemaza pungufu akili, inaleta matatizo katika uzazi pia inafanya vijana wengi kujikuta ni wanakuwa tegemezi. Uh, na pia ni kitu kingine tuweza kukielewa kupitia hapo kwamba sisi kama vijana tuweza kupata elimu siku ya leo, tunatakiwa tukaenda katika maeneo tunayoishi, katika mazingira yetu ya kila siku, tuweze kuelimisha watu kuhusu madawa ya kulevya kwamba ni mabaya, hatutakiwi kuyatumia kwa sababu inaleta vijana wengi kuwa tegemezi, wanajihusisha kwenye vitu vya uharifu kama ubakaji, ambavyo sio kitu kizuri katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kama mimi kijana wa mwenzao nitatumia hiyo fursa kuwaelimisha vijana ambao watakuwa wameathika na madawa ya kulevya, kukutana na wataalamu kuweza kushauriwa kuacha kutumia madawa ya kulevya na pia kuambiwa hasara zake za hayo madawa ya kulevya kwamba sio mazuri. Naitwa Dofu John Mwakila, leo tukuwa na somo la kuhusu madawa ya kulevya, nimejifunza hapa na wanafunzi wenzangu, umeona madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya kwa mfano, tumeona madhara makubwa, tunazungumzia baadhi za nguvu kazi taifa. Kana kama mtu akiwa anatumia madawa ya kulevya, ina maana inapunguza nguvu kazi ya taifa. Na maana ukianza kuangalia matumizi ya madawa ya kulevya, asilimia kubwa matumizi ya madawa ya kulevya ni sisi vijana ambao tunatumia nguvu kazi ya taifa ni sisi vijana k umepata somo kwamba kama mtu anatumia madawa ya kulevya ina maana anapunguza nguvu kazi ya taifa. Jina naitwa Simon David, ni mkazi wapo Morogoro mjini, na mimi najishughulisha na swala na shughuli za kufanya biashara ya mavazi. Uh, kwenye swala la drugs ninauelewa kiasi fulani kwa sababu nimewahi kushuhudia jamaa zangu ama vijana wenzangu ama tuliokuwa nao waliojaribu kuingia katika masuala ya drugs na wakapoteza vitu vya msingi. Kushuhudia rafiki zangu baadhi au watu walionizunguka vijana walionizidi umri, nilikuwa nawaona wana maono kabla ya kuingia kwenye drugs, na nilikuwa naona wana ndoto kubwa kabla ya kuingia kwenye drugs, lakini baada ya kujaribu tu kuingia kwenye drugs wamesahau kila kitu na wamepoteza kila kitu, kwa sababu drugs inanyong'onyesha afya, inakunyang'anya ndoto na kila kitu, malengo wanakosa na kila kitu. Kwa kuwa drugs sio kitu kizuri hata kidogo, naomba mamlaka husika ambayo inashughulika na masuala ya drugs iendelee kutoa elimu kwa vijana wote ambao wanatuzunguka. Kuhusu drugs, sio kitu chema hata kidogo.